Kumekuwa kuna mengi ambayo yanaendelea kuchukua nafasi e, sisi kama Chapesa Media kituo bora cha, cha habari na matangazo e, tukaamua tupate wasawa kuwatafuta baadhi ya wadau wa mpira wa miguu, na mbele yako hapa, kama ambavyo unatazama, ni Machir Yanga, na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza ile kauli ya hatuchezi ng'o. Hivi sasa imefikia wapi? Machir, habari za mdau? Alhamdulillah rabbil alamin. Niambia ndugu yangu. safi safi kabisa. Ah, kwanza ni wakaribishe mm. katika mtaa wetu wa Mazizini. Ndio. Na hapa unavyotuona sisi tupo mm. na nipo na washikaji zangu ambao ndo maeneo yangu mara nyingi ya kujidai mm. Na mawazo mengi ya mpira huwa nawapata kwa wanangu mm. Sawa sawa. Risote, na yeah. Wanangu yaani, mimi maneno yote jeuri zote ninazozitoa wanangu ndo wananipaga madini, kwao mimi nafikisha katika mm. Katika, katika dunia. Na, na leo tumeona eh, mabadiliko ya moja kati ya t-shirt ambayo unapendelea zaidi kuivaa yeah. Eh, ya tumemsamehe no, hana baya <laughs> eh, leo naona umekula njano. Uh, uzi wako wa njano huu uzi ni wakali wa mzunguko. Mimi ukiacha, ukiacha ushabiki wa wa kuishangilia Dar es Salaam Young Africans, ni mshabiki pia wa Manchester United. Lakini ukiacha mambo yote ya kishabiki mimi ni influencers wa Yanga, umeelewa? Unapozungumza influencers wa 30 mm. nipo humo ndani, sio mm. kwa jambo lolote la Yanga linalohusu vitu vya ndani mm. Hapa jiachie, lakini, kwenda kupata hapa hapa jiachie lakini, yote kwa yote hii fulana inawakilisha wakali wa mzunguko ambaye mimi ni mwenyekiti mwenye mm, wa tawi la wakali wa mzunguko ambao linawakilisha Dar es Salaam Young Africans. Wekundu wa Msimbazi Simba e, kupitia meneja wa habari na mawasiliano Ahmed Ali ametangaza ya kwamba e, siku ya hapo kesho timu itaingia kambini rasmi kujiandaa na mchezo wa tarehe 15 wa dabi ya Kariakoo mchezo nambari 181. Ah, hilo ni neno ambalo amelizungumza yeye na mtu akatazi kuongea kile ambacho kipo katika moyo wake na kipo katika hisia zake. Mm. Ye, kwa hiyo kama yeye ameongea, anajiandaa kwa ajili ya hiyo mechi, nafikiri sio mbaya kama wataenda kucheza Simba Sports Club na vichwa vya mbuzi ambavyo vilitambulishwa tarehe nane. Vichwa vya mbuzi ambavyo vilitambulishwa tarehe nane. Na hamtatokea. Kwa sisi sisi, mka, yani sisi, mjadala umeisha. Sisi hatuchezi. No. <laughs> sisi hatuchezi. <laughs> Hamchezi hatu ngoo. Yaani kiufupi ni kwambie kitu kimoja. Sisi mm. hatuchezi ngoo na kesho Mungu akipenda nafikiri kesho ni tarehe 8. Mm. Tare tare 5, sio? Tarehe 5 siku ya Alhamisi, tutakuwa mm. na kikao klabuni. Mm. Kuonyesha kile ambacho wanachama tumekubaliana kwa pamoja. Muendelezo ni ule ule na mjadala umefungwa. Hatuchezi. Mm. Mm. Kwa hiyo kama ameamua kufanya mazoezi, afanye mazoezi, kama ameamua kufanya maandalizi, wafanye maandalizi. Hakatazwi mtu kufanya maandalizi kwa sababu amebakiza na wao mechi mbili kama tulivyobakiza. Ahmed Ali alivyotoka na kueleza ya kwamba timu inaingia katika maandalizi ya kujiandaa na mchezo, ndivyo ambavyo ameeleza. Moja katika vitu ambavyo ameongea, amewaomba watani, yani timu mwenyeji, kwa maana ya kwamba Young Africans, mtangaze viingilio vya mchezo, mtoe fursa kwa e, mashabiki wao wapate fursa ya kukata tiketi kwa ajili ya kwenda kuwasapoti katika mchezo wa tarehe 15 katika katika msemaji ambaye hatumia akili na hana weledi wa, wa usemaji mm. na nikimwangalia na maona kama kama comedian sio, mm. watu wamegoma kucheza, mm. wanasema hatuchezi ngo, mm. unataka tutangaze viingilio sisi oh, vya nini? Wao wanafuata bodi ya ligi ilicho ime, imepanga tarehe ya mchezo, sio bodi ya ligi, mm. na Simba Sports Club watangaze viingilio kama wanaweza, lakini sisi tukiwa kama wenyeji ambao tupeleki timu uwanjani, mm. tunasema hivi, hatuchezi ngo na hakuna viingilio ngo. Mm. Kiufupi ndio iko hivyo. Mm. Eh, imefikia stedi, baadhi ya watu wamesema Young Africans sasa wanapaswa kutumia busara kwenye jambo hili ili kuunusuru mpira wetu wa Tanzania, kwa maana ya kwamba watu wametazama mbali na kufikiria kwamba iwapo Young Africans hajatokea katika mchezo wa tarehe 15 nini kitakuta mpira wetu wa Tanzania? Kwanza neno busara ondoa katika sheria za mpira wa miguu. Amjaribu kutitazama. Ondoa busara katika sheria za mpira wa miguu kuanzia sheria za kafu mm, sheria za FIFA mm, na za sheria za TFF. Ndani yeah, ya katiba hayo, hakuna busara, hakuna maelewano ya kibusara mm. Kanuni na sheria zinatakiwa zifuatwe. Kwa kifupi kwanza neno hilo tulitoe, yani tulieke pembeni. Sisi tunachoangalia tunataka tutengeneze, tutengeneze, tutengeneze mpira unaoendeshwa kwa kanuni na sheria zake. mm. Sisi ndio baba wa mpira, sisi ndio waasisi wa mpira wa miguu. Tanzania. Tusipojenga sisi nyumba, unafikiri nani atakuja kujenga? Baba ndo anayejenga nyumba yake. Na baba ndo anabomoa nyumba. Mm. Kwa hiyo sisi kama waanzilishi mm. wa mpira wa miguu Tanzania ambao tumezaliwa mwaka 1935 mm. kabla ya timu yote ndani ya nchi hii. Mm. Sisi ndio waasisi ambao tumeuanzisha mpira wa nchi hii. Mm. Ina maana hivyo vilabu vingine vyote mm. vimejua kupiga dana dana, vimejua kupiga chenga, mm. vimejua kukimbia baada ya kuona wachezaji wa Yanga wanafanya hicho kitu. Mm. Sio umeelewa vizuri. Yeah. Kwa hiyo sisi kama waasisi lazima tujenge pale palipobomoka. Mm. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mm. Nafikiri wewe unanichokonyoa Mm. Na mimi ngoja nikwambie. Mzungumza. Iko hivi? Eh. Yeah. Tunaamua kutengeneza kanuni na tunaamua kuziboresha kanuni. Tunaamua kusimamia sheria na kanuni. Mm. Kwa sababu gani? Mm. Tuache watu waliokuwa na madiploma, mm. tuache watu waliosoma sui form 6, 5 au sui darasa saba ngapi. Mm. Tuchukue mtoto wa nasari tu mdogo. Mm. Tuchukule mtoto ambaye ana miaka mitano mpaka sita ambaye anauelewa katika nasari yake, sio? Mchukue mtoto, afumpe maelekezo ya kutosha. Dar es Salaam Young Africans wameajiri wanasheria. Nielewe vizuri. Ndio. Wameajiri wanasheria wa kusimamia kesi ya Mwakalebela. Ndiyo. Lakini wanasheria wa Yanga wakaonekana wabovu. Unanielewa vizuri? Ndio. Chukulia mtoto mdogo mwenye miaka mitano unampa hizo hizo kazi. Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Jibu atalipata tu kiusahihi. Wanasheria wakaonekana wabovu zidi ya kesi ya nani? Ya Mwakalebela. Ndio. Yanga wakafukuza wanasheria wakaleta wengine. Ndiyo. Zidi ya Bumburi wakaonekana wabovu. Ndiyo. Zidi ya Bumburi. Sawa? Yaani wanasheria wa Yanga wanasimamia Bumburi. Kwa wanasheria wa bodi ya ligi wa Yanga wakaonekana tena wabovu, tukafukuza tukaleta wengine. Sawa? Hmm. Tukamleta zidi ya mdogo wetu Jelimuro. Hmm. Bado tukaonekana wanasheria wetu wabovu, tukaleta wanasheria wengine, zidi ya Nugaz, tukaonekana sisi wabovu, tukaleta wengine, zidi ya Jumanara, tukaonekana wabovu, Alikamwe tuka... kwao ndo kaoniambia wanasheria wote wanaoletwa Dar es Salaam Yanga Afrikanzi Hawana weledi, hawajui sheria, hawajui chochote. Ngoja ngoja ngoja, wewe sio unataka mm, kunichokonoa mm? Subiri nikwambie. Mm. Ina maana hao wote mm, wanaonekana nini ni? Wabovu no. Bodi ya ligi ndio wazuri? Mm. Tuliache hilo, tuje kwa hao hao Simba wao. Mm. Hapo nyuma Simba walishawahi kuigairisha mechi mm, kuiomba mechi igairishwe kwa sababu wachezaji sita tu walikuwa wanaumwa mafua. Uongo kweli sio sita, umeona walikuwa watano sita hivi nafikiri, si ndio watatu, mechi ikaigairishwa. Mm. Kwa kanuni zipi? Tuache hiyo. mm. Tuje kwa katika kadi ambayo alipewa ajibu kipindi kile ajibu iko kwenye piki sana. Ajibu alipewa kadi za, za njano hizi tatu. Mm. Kilichotokea, ajibu akaambiwa achague nini? Mechi, mechi ya kucheza. Wakati hapa, alikuwa na dabi hapa. Ikabidi acheze dabi, mechi inayofuatia sifaya nini? Wakati ya dabi alitakiwa sicheze. Baada ya pale, kanuni ikafanya nini? Ikafutwa. Si unanielewa? Mm, nakuelewa. Tunaacha hilo. TFF walipata janga la Vodacom mm. Katika usajili yani, katika uzamini wa Vodacom ambao ligi ikisha Vodacom anatoa pesa kumpa, kumpa mshindi mm. Alipo jiuzuru tulikaa zaidi ya miaka mitatu TFF wanaangaika kutafuta mshindi mm. Unakumbuka mwisho mm. wa siku alipopatikana NBC wakasema, ili li jambo lisitokee, tupate mzamini mwenza mm. Akajitokeza nani? GSM mm. Watu wavae nini? Nembo ya GSM, aliyekataa ni nani? Simba dhidi ya timu kumi na tano ambazo zimekubali kuvaa nembo ya GSM. Yaani timu kumi na tano zimekubali kuvaa nembo ya GSM mm. Lakini Simba Sports Club kafanya nini? Niache umenichokonoa niache. Niache, niache niache kwanza niache eh, niache subiri eh. GSM mm. akakataliwa kwa sababu ya neno la nani? La Simba Sports Club mm. Unanelewa vizuri sijui? Tunakuja kwa mchezo wa juzi wa tarehe nane mm. Simba alitingisha kidogo, alitekenya. Simba alijifanya kama Marekani wamezuiliwa kufanya mazoezi ya. Sikiliza, nikwambie alichokifanya Simba yeah, mechi alikuwa anaiogopa, kwa sababu alikuwa hana wachezaji. Unanielewa vizuri? Alikuwa hana nini mm, wachezaji, akatingisha mm, yani yeye katumia kutingisha kwamba ngoja niwatingishe bodi ya ligi niwaone, akuandika barua kufanya chochote mm, yeye yeah, alitoa alisimama kwenye mitandao akasema mimi sipeleki timu kwa sababu wachezaji wamefanya nini? Wamezuiliwa walivyoenda JKT waliruhusiwa wachezaji kufanya mazoezi, walizuiliwa ipi kanuni iliyotumika kwa Yanga kucheza kuzuiliwa, mechi kugairishwa, na ipi kanuni ambayo imeruhusu kwa JKT ule, ule, mchezo mkubwa? Lakini anakuja msemaji wako comedian na anakuambia mchezo wa JKT ae, ulikuwa mchezo rahisi, ndio maana tumepeleka timu hata kama tumezuiliwa eh, ila wayanga anajua ulikuwa nini, mgumu. Walikuwa nakufa goli nane, okay, nakuja tu eh, nakurudia tena eh, ushasoma vizuri, tarehe nane, bodi ya ligi waligairisha mchezo kwa kauli ya Simba, tupeleke timu wapi, uwanjani, wanakuja subiri, subiri wanakuja ku, tangaza tarehe kumi na tano yeah. mechi ifanye nini, ichezwe. Wakati huo Yanga kaomba sababu za mechi tarehe kumi tarehe nane kwa nini mliigairisha mechi, si ndio hivo mm? si ndio hivo mm? kilichofanya wapange tarehe kumi na tano ichezwe ni nini? Kwa nini watumie nguvu tarehe kumi na tano mechi ichezwe Hawa... na kwa nini tarehe nane mechi ichezwe hawajatumia Hawa nguvu nyinyi eh? baada ya eh, mchezo kupangwa naam Uh, baada ya mchezo kukairishwa mlidai mpewe pointi tatu. Uh, na mmekwenda kasi hatima yote kasi imerudisha uh, shtaka nyuma. Kwa nini mmevuka? Uh, wenye maamuzi ni bodi ya ligi na TFF ndio waamue, na maamuzi walioyafanya ni kupanga tarehe ya mchezo ambayo ni tarehe kumi na tano tutarajie yapi sasa ikiwa hamjatokea ndani ya mchezo na mkakato wa pointi na mtani akawa bingwa msimu huu? hiyo tarehe kumi na tano kwanza ifute, tumekwambia hatuchezi. Ngo hatuchezi, hatuchezi. Ngoja nikwambie kitu, hatuchezi hicho ngo. Ndo kitu ambacho kipo, lakini ngoja nikwambie kitu kimoja eh. Hao hawa, hawa bodi ya ligi ambao unawazungumza leo sawa eh. Hawa hao unawazungumza leo eh. Ndio hao hao ambao wanakataa sisi barua tunazowapelekea, ndiyo wakati tarehe tarehe nane, mechi inagairishwa. yeah. Dar es Salaam Young Africans waliomba sababu, mm. nilikwambia hapa mm. waliandika barua ya kwanza, wakaandika barua ya pili, wakaandika barua ya tatu mm. hawazikujibiwa hizo barua mm. unataka wafanye nini? Yanga walichokifanya kwenda kasi, sio kwamba walikuwa wajui huko hawajaanza, wameenda kasi kuwasinikiza hawa, kesi yao ifanye nini, izungumze mm. wameenda kasi wakamwambia, rudini mkazungumza na nani, TFF wamepewa ujumbe, waiteni Yanga mje mfanye nini, mzungumze nao yeah. wamefanya hilo jambo Wanatuvimbia sisi wanataka tuje sisi tuwafate. Ngoja nikwambie kwambie, uh, eh. Dar es Salaam Young Africans eh, hakuna kiongozi yoyote eh, unemjua wewe kwenye bodi ya ligi na TFF uh, hmm, aliye juu ya, ya, ya, Yanga yaani hmm, yani hicho kitu hakipo, eh, yoyote yani hata huyo Karia unamjua wewe huyo, eh, Karia unamjua wewe au akina Mguto unamjua wewe eh, ambao wapo kwenye bodi ya ligi na TFF uh, eh, wako chini wako chini ya Dar es Salaam Young Africans na hivi vilabu vile. Oh, mimi nikwambie.